Yes, kuna mwanamke mmoja au pia ni, ni muuguzi wa moja kati ya hospitali eh, lakini pia ameweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kuua watoto wachanga watano na kuweza kujaribu eh, kuwaua wengine wanane katika hospitali moja huko nchini Argentina kwa kina Messi huko bana. Yeye anafahamika kwa jina la Brenda Celalo Aguero ambaye pia aliwachoma watoto hao wachanga wa changa eh, nafahamika potassium na insulin eh, kati ya Machi eh, na Julai mwaka 2020. Yani ni kitambo tu mwaka 2022 ndio aliweza kufanya tukio hilo, aliweza kuachoma sindano ambayo pia ilikuwa na m, e, aina ya potassium na insulin e, ambayo hiyo aliweza kuachoma watoto wao. Sasa aliweza kuchukua dawa hizo e, kutoka kwenye first aid kit bila udhibiti wa hesabu, kwa mujibu wa waendesha mashtaka kwamba inaonekana hakuwa na kipimo, lakini so aliweza kuweka kipimo kikubwa zaidi au kingi zaidi na kuweza kuachoma watoto hao. Sasa chini ya sheria za Argentina, Aguero hastahili kupewa msamaha wa kifungo hadi atakapotumikia miaka 35 gerezani. So bwana, yeye ameweza kufungwa kifungo cha maisha lakini, kumbe nchi za wenzetu hata ukifungwa kifungo cha maisha we, kuna uwezekano wa baadaye kuweza kwe, kubadilika endapo pia e, serikali ya nchi husika itaweza kuridhika na kile ambacho kinatokea. Kina, kina, kina tunajua kabisa kuna kuna baadhi ya nchi pia huwa kuna marais wanatoa msamaha wa rais, waweze kusamehewa. Sasa, kifungo chake huu cha maisha au e, kifungo chake hiki ma, mpaka aweze kutimiza miaka 35 ndio tukio lolote linaweza likatokea aidha kusamehewa kikanuni, aidha au kuweza kufanya namna yoyote ile ambayo itamfanya yeye au nje ya gereza hadi atakavyofikisha miaka 35 gerezani, ndio lolote linaweza likatokea juu yake. Sasa mahakama iliweza kusoma hukumu hiyo kupitia video ambayo iliweza kutangazwa na vyombo vya habari vya ndani ya siku ya e, eh, Jumatano iliyopita, ndipo ambapo waliweza kutoa eh, taarifa hiyo. Lakini pia watoto wote waliokuwa wamezaliwa wakiwa na afya njema walifariki katika wodi wali ya watoto wachanga ya hospitali ya akina mama na watoto eh, katika jimbo la Karboda kilomita mia sita na maili eh, mia tatu sabini kaskazini magharibi mwa Buenos Aires ni moja kati ya miji ambayo inapatikana huko eh, Argentina. Sasa watoto wengine wanane waliweza kunusurika kutokana na hatua za haraka za kitabibu kuweza kuchukuliwa. Kesi hiyo pia ilihusisha mashtaka dhidi ya washtakiwa wengine kumi wakiwemo maafisa wa zamani wa jimbo na wataalamu wa afya eh, kwa kuweza kuficha ukweli na kuweza kutekeleza majukumu hayo eh, majukumu yao ipasavyo, kabisa kwenye masuala mazima ya kimatibabu. Sasa miongoni mwa walioshtakiwa walikuwa ni mawaziri wa afya wa zamani wa katibu, eh, na katibu wa afya wa jimbo la Karboda eh, pamoja na mkurugenzi wa zamani wa hospitali hiyo Aguero pia ambaye aliweza kukamata mwaka 2022 alika, eh, alikana mashtaka hayo ya awali. Aliwaambia mahakama kuwa ha, eh, hawana ushahidi na kuishutumu vyombo vya habari kwa kumchora kama muuaji wa eh, mfululizo so, aliweza kukana mashtaka hayo na kusema kwamba ni anaonewa. Vyombo vya habari vilikuwa vimekwisha kumpost kwamba ameweza kutenda makosa hayo ya kuweza kuua watoto zaidi ya watano, and then wengine wanane kuweza kujeruhiwa. E bana, ni noma sana, wauguzi wamekuwa wanafanya matukio haya. Watu wanatafuta watoto kwa shida sana, kuna watu wanakosa vizazi alafu wao wana kuja kumuua tu mtoto kizembe kizembe. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu, tutakuwa tumetisha kinoma noma. Ciao.